Ikiwa mtoto wako ni wa siku sifuri hadi miezi mitatu, unatakiwa kumlaza hivi. Mi nimeshakunja mtandio wangu kama hivi, lakini mara nyingi unaweza ukatumia mtandio, ukatumia uh, shuka ambalo ni fupi lakini linalomtoshea mtoto, alafu utamchukua mtoto utamlaza upande hivi, alafu mguu wake utakuwa juu hivi. Kwa hiyo atakuwa na sapoti mbele, lakini pia atakuwa na sapoti nyuma lakini pia kichwa chake kitakuwa kimekaa vizuri bila shida. Kwa hiyo huyu mtoto hawezi akageuka labda akalalia mgongo akalalia tumbo ikamletea shida, haiwezekani kabisa. Kwa hiyo hapa juu utamwekea tu neti kama unaishi sehemu ambapo kuna joto sana, au kama ni sehemu ya baridi, basi unaweza ukamfunika. Lakini ukimfunika, hakikisha shuka umelichomeka kabisa huku na huku, ili wakati labda kama ikatokea mtoto akajigeuza, shuka lisije likamfunika mtoto akakosa hewa. Kwa hiyo utatakiwa kufanya hivi. Kwa hiyo kwenye kulala atalala hivi, hapa ni miezi a sifuri mpaka miezi mitatu, atalala hivi. Wapo ambao atasema unatakiwa kumlaza kwa mgongo, ni kweli kabisa, wala mja kosea. Lakini mara nyingi unapomlaza mtoto position moja, anaweza akasababisha mtoto kuwa na kichwa ambacho ni cha flat. Kwa hiyo ni vizuri kwenye miezi mitatu ya kwanza ambako mtoto anakuwa ni mchanga basi umlaze kwa upande, unamlaza upande huu, inayofuata unamlaza upande huu, unamlaza upande huu, unayofuata unamlaza upande huu. Alafu kuanzia miezi sita na kuendelea unaweza kumlaza mtoto kwa mgongo bila shida kabisa, na hakikisha unapomlaza kwa hii uh, kwa upande lazima kuna kitu cha kumsapoti mbele na nyuma hivyo, yani lazima iwe hivyo kama nilivyoonyesha. Asanteni kwa kunisikiza, until next time, bye, bye.